Na huu mwezi wa kumi na mbili una matukio mengi. Kuna Rombo Marathoni, kuna Ndafu Festival. Tunawakaribisheni mnavyokuja kwenye Rombo Marathoni, isishiriki tu watu wa nje, make Rombo Marathoni itakwenda atakuja mtu kutoka Dar, atakuja mtu kutoka Arusha, atakuja mtu kutoka hata Nairobi na watu wengine wote. Hebu na sisi wenyeji tujivunie vya kwetu, jiandikisheni, pambaneni, nione zawadi ya mtu ya wa kwanza inatoka Rombo, sio mtu atoke Daa ndio anakuja kuchukua zawadi kutoka Rombo. Lakini tuna Ndafu Festival, njoni, lakini mwaka huu kutakuwa na camp. Rombo Marathoni kwa sasa hivi ukitaka inaenda, unaweka kempu pale kwenye miti, ukikimbia asubuhi jioni huko na familia yako, mnakaa mna vinjali pale kwenye tenti yenu, mnapika msosi ya namna hii. Na watumishi msijifungie, ndio sehemu za kuondoa stress, sio kila siku mafaili. Tuje tupumzike kule na familia zenu, mnaweka hata katenti kenu, weka hapo, tulia. Mapunda usiende nanii, Mbinga, nenda kule na familia yako kula laa pale, unamaliza mwaka. Ukimaliza mwaka maisha mengine yafanya nini? Yanaendelea. Na nyie madiwani, msikae tu kujifungia kwamba siku nyingine, mvae majoo tu, njoo damshi, kimbia tule ndafu pamoja pale. Msiwache pale, nimewaona waume zenu, wake zenu, msije peke yenu, waje na wale kule. Jamani, mbo tutakuwepo.